Na sasa tuangazie masuala ya burudani, ambapo msanii wa muziki wa kizazi kipya Nasibu Abdul maarufu Diamond Platnumz amerejea nchini akitokea Texas, Marekani alikotwaa tuzo tatu za muziki za AFRIMA. Mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere, Diamond amesema angefurahi zaidi kama wasanii wengi wa Tanzania wangetoa tuzo hizo ili kutangaza muziki wa bongo flava. Taarifa kamili na Ahmed Ali. Mashabiki wa Diamond wakiwasili uwanja wa, wa ndege wa Mwalimu Nyerere kwa kwa wana, kwa wana, kwa wana. mara baada ya muda Diamond mwenyewe anawasili. Akizungumza mara baada ya kuwasili nchini, Diamond amesema amefurahishwa na wasanii wengine Vanessa Mdee na Ommy Dimpoz kutoa tuzo hizo, na anaamini mwakani wasanii wengine zaidi wa Tanzania watatwa tuzo hizo. <coughs> Mara baada ya kutoka katika uwanja wa ndege, Diamond akaelekea katika fukwe za Escape One kwa ajili ya hafla ya kuwashukuru mashabiki wake, lakini alipotaka kupanda gari kwa ajili ya kuanza safari hiyo, mashabiki wake wakamzuia na kutaka atembee kwa mguu, ombi ambalo lilikubaliwa na hivyo kuanza safari ya kuelekea Escape One. Diamond ametoa tuzo tatu ambazo ni video bora ya kucheza ya Nana, msanii bora wa Afrika Mashariki na msanii bora wa mwaka. Wakubwa wa nchi wazidi kuiangalia Bongo Flava yetu kwa jicho lingine. Kwa sababu kumbe taifa linaweza likatangaza tu na muziki tu. Kwa dogo wameenda Marekani amepata tuzo inawenzie kwa sababu kapata Vanessa, Vanessa amepata nani Ommy Dimpoz na yeye kachukua tatu. Kwa hiyo hii nayo inaonyesha kwamba Tanzania kunafanyika nini kwa sasa. Kwa hiyo la msingi watu wanasema Tanzania ajira kwa vijana ni chache. Basi hii inaonekana sehemu ya kuajiri. Ahmed Ali, Star TV. Da